Ombi lenye nguvu kuliko yote ni lile ambalo unamtambua Mungu kama baba yako. Uhusiano wa kifamilia. Tabia ya Mungu idhihirishwe katika maisha yako, jina lako litukuzwe. Tunachotafuta ni kumtukuza Mungu wetu. Hakikisha kwamba unaomba ufalme wa Mungu uje katika maisha yako. Sio kutafuta matakwa yako, bali ni ufalme wa Mungu. Kile ambacho Mungu anahitaji ndicho kitimizwe katika maisha yako. Ebu mpe Mungu kipaumbele kuliko ubinafsi wetu. Ni kweli tumeomba kibinafsi kwa muda mrefu, tukihitaji mambo yetu tu, tumesahau ya kwamba lengo la sisi kuwa duniani ni kumtukuza baba yetu aliye mbinguni. Watu wayaone matendo yenu mema, wamtukuze baba yenu aliye mbinguni. Hakikisha ya kwamba waliokukosea wote unawasamehe. Ndiyo maana nasema utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe. Wakati mwingine umeumizwa watu uliowapenda, uliowathamini, uliwaachia kila kitu, ukadhani ya kwamba hawatakuumiza. hata kama umeumizwa na watu wa karibu kiasi gani, samehe, achilia. Katika kuachilia Mungu anatusamehe. Na sisi pia tukimtazama Mungu alichotutendea na anavyotusamehe, tutakuwa wanyenyekevu sana, hutashikilia makosa mengine lakini jua ya kwamba ufalme ni wa Mungu wetu na utukufu. Ndugu zangu, mlioko hapa, Mungu yuko tayari kutenda makuu, lakini hebu tutafakari hili: ni mara ngapi tunawaza kumtukuza Mungu zaidi kuliko sisi? Ili Mungu aendelee kukutumia zaidi, mpe utukufu wake. Ninajua kabisa wakati Mungu akitufanikisha, tukisonga mbele, kuna wakati kiburi kinajaribu kuingia lakini Mungu atusaidie. Roho Mtakatifu akikunong'oneza ya kwamba kiburi kimeanza kuota, usibishane naye, mwombe msaada ili akiponde. Baraka ziko nyingi sana, hatujajiandaa. Acha Mungu atuandae ili katika maisha yetu, mwonekano wetu, mwenendo wetu, Mungu achukue utukufu.